Ndio, unapenda kula. Unapenda kula vyakula una aina vya vya aina gani? na unapenda kupika vyakula vya aina gani? vyakula vya nyumbani kama, yani nini, wali, ugali, vitafunwa vile, kupika hivyo, unaonekana unapenda wewe. Ushamwambia, eh, <laughs> sababu boyfriend wako kwamba mi napenda kupika visikose vitu vikolombwezo ndani, ndio anajua, anajua yeah. Uko naye mwaka wangapi hapa naye? <laughs> asomi ya somi ndio. Iko zake huko, wapi? Uko anapigapiga mahela nini? Ndio. Wapi sasa hivi? Hamna sasa, zingataja <laughs> alipo <laughs> <Haripo. laughs> Kataja alipo e. Basi tuambie hata majina yake. Hapana, au wako wengi? Hapana, wapo wengi lakini ya, na, ni mambo yangu ni kama binafsi, kwa hiyo siwezi nikasema anaitwa nani ama anafanya kazi gani. Hapana, hivyo ni vitu vyangu binafsi, kwa hiyo ni hivyo tu. Kitu gani ambacho anakipenda sana kutoka kwako na mara nyingi anakuambia, mpenzi wako uliye naye? <laughs> Uh, anapenda tu nilivyo, the way ananipenda ni mpole. Yani hivyo livyofanana na mama Samia? Hapana, hiyo mama Samia hajakuniambia hivyo. <laughs> A, yani kikubwa ambacho anapenda kutoka kwangu anayambege huwa nina upendo ninaheshima, basi iko ndio kikubwa. Na ni mtu sahii unamwona kwamba mta, mtafika sehemu mnaohitaji, au kuna kasoro umeanza kuziona kutoka kwa? Hapana, kwangu yani binafsi toka nilivyo naye naona ni mtu sahihi. Sasa kama kuna vitu vingine, hayo ni ya Mungu, labda kama kuna mingine atatokea hivyo Uh, sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuna stori ina trendi sana, inasema kwamba sasa hivi wanawake ndo wamekuwa kama vile wanawatumia wanaume. Wewe mtazamo huu kwako unauona je, ni sahihi ama ni stori tu za kutunga? Wewe bado kwenye kunye maisha ya kawaida hiyo hujawahi kuiona? Uh, naona sio sahihi yani hapo yani, pia inategemea na huyo mwanamke anamtumia vipi mwanaume kwa namna ipi lakini kwa kawaida sio sahihi yani, usimtumie mpenzi wako kwa vitu vyako ufaidike upande mmoja hapana. Labda wote mtumiane kwa mambo ambayo ni muhimu, lakini sio ubezi tu, labda kwa ajili ya hela tu, labda upo tu kwa ajili ya hela then unaondoka, inakuwa haipendezi. Kama upo kwa ajili ya mahusiano, basi na focus na mahusiano, ninasaidiana pale ambapo panapobidi, lakini sio kwa ajili ya usiseme mimi naenda kwa, kwa mtu fulani kwa ajili ya kitu fulani nitakipata, then nifanyaje, taondoka na kuaipendezi. Yani tusitegemee yani, tusitegemee wanaume ama tusitegemee upande huo mmoja yani, tusiende kwa ajili ya kuwatumia kwa vitu vyetu sisi binafsi, kwa wanawake. All right. unaamini kwenye mapenzi ya uh, kuwa na mahusiano na mtu mmoja wewe, yani, kuwa na mwanaume mmoja tu kwenye maisha yako, unaamini hivyo? Yeah, inawezekana lakini wewe ni mtoto wa Kiislamu ndio leo unataka uongezewe mke mfano wa pili, unakubali? Nitakubali, dini si ndio navyotaka, ntafanyaje? Ntakubali, nakubali lakini kishingo upande. Amna, inategemea itakavyokuwa, yaani imekuwaje mpaka labda uongezewe mke wa pili. Inamaanisha hapo enyewe utaki. Sasa mana unasema inakuwaje? Ndo atakavyo niambia kwamba mimi naongeza mke wa pili labda kuna moja mbili tatu, labda wewe kuna kitu wewe huna na sijui ni nini, naweza nikakubali, ndio sawa, ila nikiona sababu ambayo haifanyi mimi nikubali naweza nikakataa hivyo. Na ukikataa wao, wao, wana, wana force sasa utafanyaje? tachana naye umtaki tena ndio. <laughs> una wivu <wewe. laughs> wivu lazima, unampenda sana akumpalazima nimpende. <laughs> Ivo. Okay, mpenzi ule ulionaye sasa hivi labda mmepata bahati ya kupata labda mtoto na nini labda hapana, au bado? Bado. Sasa kwa nini una wivu hapa? Kikwambia, nataka ongeze mwingine mume wa mpenzi, lazima niwe na wivu. Yaani kwa ajili gani naongeze? Mimi si nipo kwa nini? Kwa ajili gani yeye aongeze? Sana, ndafuta namna ya kujitanua kidogo, mabavu. Hamna. Kama nguvu nguvu zimekuwa nyingi, na natoka kama yeye naongeza hivyo. Sawa, mimi nashukuru sana kwa muda wako asante sana. Asante pia. Asante pia. Aya, nice day. Asante na wewe pia. Aya. Madam, madam, mambo vipi? Poa. I say, umependeza sana unaitwa nani vile. Rehema. Rehema, nani majina matatu tafadhali. Rehema Idi Juma Rehema Idi Juma ndio. Sawa, wewe unasoma ustawi hapa wa jamii chuo hapa level gani? Business administration. level gani? ah. Mwaka wa pili. Mwaka wa pili, unasoma diploma. Sawa. Uh, umependeza nilivyokuambia tangu mwanzo, lakini pia kwa muonekano wako umefanana sana Mama Samia. Niambie, katika kukua kwako na jinsi unavyozidi kukua kuelekea juu, unatamani siku moja uwe kiongozi au mwonekano tu Mama Samia umekuvutia Rais mpendwa wa Tanzania? Hapana. Natamani tu kuwa mtu wa kawaida so... Hautamani kuwa rais wewe? Hapana. Mbona unafanana na mheshimiwa? Kwa hiyo utamani chochote kile cha maswala ya kisiasa hivi, ngazi yoyote ile utamani yote ya kuchagulia? Kwa nini hauna tamaa kama hiyo? Mbona watu wengi wanatamani? Wewe kwa nini utamani? Amna, ni vile tu navyoishi maisha yangu, kwa hiyo naona tu hivyo. Vitu vingine ni vya kupita tu ninavyo. Sasa mimi nataka kujua vitu vitatu unavyovipenda zaidi kwenye maisha yako. Cha kwanza mnapenda kupika <laughs> unapenda kupika e, yani hiko ndio kikubwa ambacho nakipenda. Alafu cha pili napenda kujumuika na watu tofauti tofauti, ili kupeana mawazo tofauti tofauti, watu ambao aidha ni nyumbani ama shule hivyo cha tatu pia napenda kusoma yeah, okay, tu nene hivi ni upi ambaye kivaa unapendeza zaidi, uh, kwa uzuri wa baibui? Mtu wote anampendeza au membamba au mnene, yani yote tu anavaa, inategemea tu na urefu wako. Basi kwa hata mtu akiwa chimbamba, eh, anavaa anapendeza kabisa kabisa. Una uhakika? Ndio, sio kwamba inahitaji watu wenye nyama nyama, hapana. Sure? Kweli. Sawa. Uh, unategemea kuwa mtu wa aina gani uh, baada ya kumaliza chuo? Maana we ni mwanafunzi wa Mm. ustawi hapo uh. Kiufupi, inshaallah nategemea nikishamaliza chuo, kabla ya kuajiriwa niweze kujiajiri mwenyewe kwa kufanya biashara ndogondogo za kama mwanamke na nyinginezo, pia kama itatokea nimeajiriwa, basi itakuwa ni vizuri zaidi ili kuendeleza maisha yangu binafsi. Lakini kipaumbele chako sio kuajiriwa? Hapana. Biashara gani ambayo umeshaiwaza sasa mpaka sasa hivi? uh, biashara kubwa ambayo na niseme kila mtu anaiwaza ni hivi kujishughulisha na kupika labda bite. Mama ntilie au? hapana hivi bites ndogondogo na unapokea order maybe uh, hivyo hizi bites ukisema unamaanisha sambusa sambusa kababu kacholi Keki. Keki. eh kama hivyo we mtu wapi <laughs> Mpemba. Ndio maana wanapenda vikababu, kababu, mambo yenu amna kawaida. Mimi, kwenye kuvipika vile, kwa nini mnaga viungo vingi? Yaani mnakuga mna mambo mengi sana alafu, tofauti na waswahili wa bara wakiwa wanapika kidogo, wanakuwaga hawana mambo mengi. Nyinyi kwenye vyakula mnaweka nini? mbona mna makolombwezo mengi sana? ni vinini vile vinakwaga kikubwa yani ni ustadi tu wa mtu. Mtu anaweza asiweke makorokoro mengi na chakula chake kikatokea tu vizuri, na unaweza ukaweka makorokoro mengi na kisiwe cha kuvutia chakula chako. Kwa hiyo utofauti sasa, wao wanaweka makorokoro, aweke makorokoro, utofauti mkubwa ni nini? Kwa nini watu wa Pemba na Unguja Zanzibar ni kiujumla wake huwa wanapenda kuweka viungo vingi sana kwenye chakula? Hiyo ni kwa ajili ya nini? Yaani huwa mnatafutaga nini? testi ya chakula na harufu nzuri. Bas. Bas. Kwenye chakula bila kuwa na testi amri kabisa hapana. <laughs> atuli na kwa sababu ya vitu vingi tunaona, uh, viko mezani, mnaandaa muda mrefu uh, siwa mnatumia muda sana kupika, unakuta masani mengi uh, itate... mnamaliza gesi wenyewe anasema <laughs> itategemea labda menyu ipoje. E, kwa mfano labda kwa hizi siku za kawaida unakuta chakula ni milo miwili tu kwa mda mmoja, au kipindi kile cha Ramadhani ndio unakuta makorokoro ndo yanakuwa mengi. Sasa wewe chuo unasoma huku, uh, upati tabu kuchagua vyakula, maana ushazoea vyakula vya kwenu? Hapana, sipati tabu. unaishi kwa katika mazingira nini, unapenda kutoka bala, uh, katika chakulachakula chakula. Um... <laughs> maharage. <laughs> <laughs> Eh. Okay. Mm. Kwa wiki unatamani kula mara ngapi wali malagi? Hata kila siku, mimi nakula unyama tu kwa? Kabisa. Kabisa. Mm. Ah we. <laughs> <laughs> ah. Sawa, na mimi nashukuru sana kwa muda wako, asante sana. Asante. Nikumbushe majina yako. Naitwa Noel Abdallah Salum. Kutokea wapi? Ustawi wa jamii. Ah, asante free, asante. In human resource management. Ah, asante sana. Free ustawi wa jamii, asante, asante sana, asante naye Tuko kwenye chuo cha ustawi, tuko na wadada hapa wawili, tumekutana nao, tutatambulisha majina yao, lakini pia tunataka tuwape maswali mawili matatu kupima kidogo uelewa wao jinsi ya juu ya ile, uh, mambo ya kijamii, wao pia wanafikiriaje kwa sana mambo yanayoendelea kwenye sehemu mbalimbali. Bwana karibu sana dadangu, naitwa nani? Naitwa Nasra Abdalla Mustafa. Naomba nianze swali kwako kwanza, umependeza, hongera sana. Asante. Sawa, wewe huwa unakuja chuoni hapo ukiwa umedizainiwa au unavaga tu mwenyewe ukiamka? Navaga tu mwenyewe nikiamka. Una, unaandaa nguo zako muda gani, usiku, asubuhi au utakapoamka hapo? Asubuhi utakapoamka. Mhm. Ndio huwa -hmm. unaandaa e. na u unavaa baibui mara ngapi kwa wiki sasa? Tatu, nne, ila mabaibui tofauti tofauti, la kijani unalo? Hapana. Jekundu? hapana. kijani na jekundu yote hauna? timu wala Simba. Sawa, em niambie dadangu, wewe vitu unavyovipenda zaidi kwenye maisha yako viwili, chap chap. Mm -hmm. Yani, kuvipenda ki vitu ambavyo unaona kabisa ni mimi hivi hapa navipenda, haijalishi yani, kuna namna gani nitaletewa machaguzi gani, lakini namna gani nitaletewa machaguzi gani, lakini mimi kitu nachopenda, napenda kuvaa iko yani, iko napenda napenda kuvaa na napenda kuenjoy yani. Unapenda kuenjoy? Mhm. Mara mwisho umeenjoy ulikuwa wapi? Mara mwisho nimeenjoy nilikuwa Kigamboni. sehemu gani hiyo? nilikuwa kwenye beach moja hivi inaitwa beach ya pweza ya pweza. Mm-hmm. Are you sure? Yeah. Wewe kuenjoy kwako una, una, unategemea sana vitu gani yani, licha ya kwenda tu beach, vitu gani unapenda kuwa navyo pale wakati huo either wewe una boyfriend, wewe na mama, wewe na wazazi, ama wewe na wadogo zako, wewe na nani, amba unaona kabisa sasa hapa nikiwakaa hivi unta enjoy? Yani, ile enjoy yangu wa kiume mimi nao. Wa kiume wengi tu? Ah, kawaida sio wengi sana. Wangapi hivi? Wanne hivi. Yaani umri wako wote uloishi mpaka leo una marafiki wa wa kiume wanne tu? Yaani kuna marafiki alafu kuna wale marafiki sana, ma BFF yani. Wale ma BFF yeah. <laughs> <laughs> wale? Kwa herufi kubwa? Eh. Wale pia unao wangapi? Wanne nne. Wa nne tu ndio hao ma BFF? Eh. <laughs> Au popote unapokuwepo nao hapo. Mm -mm. Hapana, sipana, kila sehemu. Mda gani sa ua mnaachana? um, ni saizi bwana, kila mtu afanye mambo yake sana sana, mda ambao yani, na kwa na kazi zangu binafsi vidarasani nini. Na n ao mabefu uko nao baba kwenye chuo? Mm. <laughs> Eti mabefu wako uko nao baba wakiume? Hapana. Eh. <laughs> Wako wapi sasa? Chuo ni na marafiki tu wa yani marafiki tu darasani hivi, kwenye kazi basi. Wewe hapo huyu, Nasra sio BFF wako? BFF wangu sio? na maana nimetaka kwenye interview tu yote, nimekombea wa kiume. Ah, wa kiume, wa kike, wa kike nao ndo anaanza. Nasra na nani? Nasra. Yani wewe hata darasani ukiuliza, unaambia Nasra. Au si huyu kabeba siri zako zote? Ndio, ndio, nataka tujue siri zako, tumbane Nasra. Nasra, si ndio bwana Tupe sili moja ambayo yeye huyu ajui, kama unajua unapenda vitu vizuri hivi starehe, starehe. Au sio? mtu fulani ya kuenjoy. Eh. huyu atakuja kutoroka <laughs> Eti wewe kwa nini unapenda starehe? Basi tani, yaani ina nini? Unachanganyikiwa. Na Inakuwa sahihi, nikisha, nikisha. Uwezi kabisa, mtu kili, <muchu> mtu akija na starehe kwako wewe uwezi kitu uh. Huyo Uwe, mtu sasa, inategemeana anapokuja na ni mtu aina gani? So, yani kwa mfano kama producer wetu hapo Elia anakuja yani anakuletea stare za kutosha. Ah. Yeah. Hapana, yani stare zangu mimi yani ni na marafiki zangu kama vile nilivyosema hapa stare zangu yani. Sasa kuna watu wanaamini stare lazima kwanza jinsia zichanganyike, cha kwanza. Cha pili mziki mwingi, vileo vya kutosha. Wewe chali ni mtu mzima na saizi unasoma chuo hapa. Tuambiane tu ukweli. Stare gani wewe unaenda tu katazame tu maji asubuhi mpaka kutwa? Alafu useme ni stare. Eti nasla kweli, hiyo ni stare gani? Uh, sio yes, hiyo sio starehe, sio starehe. Mbona bff wako anavyokwambia hiyo sio starehe? Mniambie ukweli, starehe unaoipenda uu, unataka mchanganyiko wa vitu gani? Ukiwa unasema sasa leo ukweli nalikamata starehe. <laughs> Yani ni kama hivo, tunaenda tunatembea sehemu mbalimbali nini, tunabadilisha mandhari hivo, habari zinakwenda. Tunaangalia tu maji siku nzima, awa sio? <laughs> Tachoka kuzurura? Sichoki. Auchoki? <laughs> Tunatembea, tukifika sehemu tunatulia, kwanza tunakula nini, tunaendelea tena tuna, yani hivyo, yani ya tunazunguka Sawa, uh, ukiwa kama ki, uh, kijana ambaye ni mdada na unatamani una siku moja umalize chuo hapa ustawi, ufanye mambo yako baadaye. Kuna cha, vitu vyote ambavyo umeandaa kwa ajili ya kupiga hatua baada ya chuo nini? Maana watu wa mtaani wanasema vyuma vimekaa nini, mambo magumu. So, ushasikia hizo kauli zote umezisikia kipindi unakuwa mdogo. Saizi unaambiwa kwamba vitu vime, watu wameabananga. So, unajua eh? Au bado hujui? Nasikia, unajiandaaje ili usiabanange na vyuma visikukaze? Yaani ni mimi nimejiandaa kwamba nisitegemee ajira peke yake, nimesoma lakini sitegemee ajira eh, yani nikimaliza hapa chuoni naweza nikajajiri mwenyewe, nikatafuta tafungua sehemu tuza juisi ya miwa <laughs> vizuri, juisi ya matunda nini hivyo mm, sindio kazi ambazo zipo kwa mtu ambaye labda ana connection Eh. Una connection. Tuambie labda ukitoka hapa labda naweza tukakukuta huko sehemu fulani hivi umevimba. Afu afu. Naweza ngasema connection ipo na mimi mwenyewe naweza pia. Lakini pa kuanzia unapo. Unategemea sana. Nani, kama nikitoka kweli naenda na focus sehemu fulani, yani naangukia pale, hapana. Okay, mtu mtu muulize Nasra. Swali ambalo mimi nimekuuliza naomba muulize Nasra. Shika mic hapo. Okay. <laughs> <laughs> Unategemea nini? Kufanya nini utakapomaliza hapa chuo biashara. Kufanya biashara. Eh, utegemea ajira? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu sio asilimia kubwa sana kupata, unaweza upate au usipate. Okay, ni hivyo. Tayari umemuuliza maswali ya kutosha. Kweli, amekuuliza maswala ya kutosha? Ndio. Kumalizika. Sawa bana, mimi nashukuru sana kwa muda wenu. Sawa, niko hapa na Asla, hapa nani? Suluma. Ah, nashukuru sana. Aya, bye Nasla. Aya, bye. Aya. E bwana, ni wanafunzi kutoka chuo cha ustawi leo tumepiga nao story, kama jinsi ambavyo umewasikia vitu vingi sana wanavyo, na kuna vitu ambavyo wanakuwa wanawaza kama wanafunzi, kwamba niko hapa nafanya kitu fulani, lakini pia kuna ile kumaliza chuo umejiandaje na nini. Hii ni katika kutaka kufungua tu akili zao, ili wajue baada ya hapa bado kuna mtiti mrefu sana, kuna vitu vingi sana vya kufanya, maana elimu peke yake siku hizi haitoshi, lazima upate na elimu dunia ya maisha. Naitwa Morgan, ni Kaliso Master kutokea hapa chuo cha ustawi wa jamii Sinza. Bye bye, until next time.